Jana usiku ni usiku muhimu sana eh, kwa kikosi cha timu ya taifa ya kandanda cha Brazil baada ya kutinga kwa kombe la Dunia mwaka 2026 wamefuzu baada ya kuipiga Paraguay moja bila. Ni ushindi ambao ni wa kwanza kwa kocha eh, Carlo Ancelotti baada ya kutoka pale Real Madrid na kutua sasa pale Brazil, ameweza kukifanikisha kikosi cha Brazil kuweza ku fanikiwa kuweza kushiriki mashindano hayo ambayo yatafanyika Mexico, Kanada na Marekani. Lakini nalo, wengi wanasema mm, kwamba kufuzu tu sio jambo geni; jambo la kawaida. Brazil ni mambo yao. Lakini wanachotaka kukiona ni ile Brazil ambayo zama hizo. Sijui, Sudi, Brazil ya zama hizo unaifahamu? Nimekuwa nikisikia simulizi ya Brazil na mm, na aina yake ya mchezo. Mm. Eh, lakini kila kadri mambo yanabadilika, basi soka imekuwa ikibadilika. Ile sifa ambayo tulikuwa tukisikia tangu Logo, hmm, imepotea sasa, labda hmm, wanataka mwendelezo wao. Mi nasema hoja nzuri hiyo mm -hmm. Sasa kuna mmoja hapa amesema anaitwa usikubali kwa mnyonge, anasema siku moja, yeye anaamini kwamba Tanzania itashinda kombe la dunia. Kwa nini sasa unacheka? Sio <laughs> vitu vya kucheka uh, mi nadhani tuishie hapo. <laughs> <laughs> tuishi hapo, na tusome ujumbe ambao uko katika ukurasa wetu hapa YouTube, katika studio yetu, Saumu. Maanake una Tanzania kufika huko, itafika. Kila safari inawezekana, linawezekana ee.